Utaratibu huu ni wa kuchangiana kabla ya kuugua. E, yani maana yake ni kwamba unakata bima kabla ujapata janga. Yaani utaratibu za kibima huwa ni kama tu hizi zilivyo bima ya vyombo vya moto. Yaani usisubiri umepata labda accident, alafu then ndio unataka sasa ukakate bima ili upate fidia. Utaratibu wa kibima lazima ukate Alafu deni ndiyo utaona hiyo faida yake. Ina lengo la kutoa huduma kwa wanachama na si kupata faida, tunakuaga. Na wakati mwingine mtu anakata bima asipougua, anasema aha, sasa nimekata mwaka huu, kwa hiyo ikiisha hii bima sijaumwa, kwa hiyo niendelee tena? Hapana, ni kwamba usipoumwa wewe, <clears throat> kaumwa mwenzako. Nimekuja katika kikao cha Baraza la Waislamu Tanzania mkoa wa Singida kwa ajili ya kutoa elimu ya bima ya afya. Kimsingi tunashukuru kwa hii nafasi ambayo itatusaidia kufanya waumini wote wa dini ya Kiislamu kuelewa dhima nzima ya bima ya afya, na kwa mkoa wa Singida ni nafasi ya pekee kwa kuwa shehe mkuu wetu wa mkoa wa amekubali kwanza kujiunga na bima na sekretariati yake ya mkoa. Kubwa tunachokiomba ni mashehe na viongozi wote wa dini ya Kiislamu kuendelea kuhubiri na kuwapa elimu hii ya bima ya afya tuliyowapatia waumini wao ili waweze kujiunga wengi zaidi. Pia natoa wito kwa shule zote za Kiislamu kuendelea kusajili wanafunzi wa shule zao ili waweze kujiunga na mfuko wa taifa bima ya afya. Kwa taifa bima ya afya katika fao la wanafunzi mchango ni shilingi elfu hamsini na mia nne ambayo unatibiwa Tanzania nzima, mwaka nzima, kwa mwaka mzima kwenye vituo vyote kuanzia ngazi ya zahanati mpaka ngazi ya hospitali ya taifa. Hivyo, shime wana Singida waweze kujiunga na mfuko wa taifa bima ya afya kupitia vifurushi mbalimbali pamoja na na hii fau letu la wanafunzi kikubwa, tunapoenda kwenye kwenye mwisho wa mwaka tuwape zawadi watoto wetu kwa kuwafungulia kwa kuwalipia bima ya afya. Bima ya afya ni uhakika wa matibabu.